Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi wa maji Chimala ulianzishwa baada ya mradi wa maji Chimala ambao ulikuwepo zamani ulijengwa mwaka 1980 kufanywa na kufanywa maboresho 21 kuzidiwa. Baada ya kuzidiwa, mradi huu ndio ulipangwa kujengwa. Kwa mujibu wa mkataba wa ujenzi, mradi huu hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 4.5 bila kodi ongezeko la thamani. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya shilingi milioni mia saba themanini na mbili nukta sita ambazo ni malipo ya awali. Hata hivyo, kazi zilizofanyika ni uchimbaji wa mitaro na kulaza bomba kilomita kumi na moja na ujenzi wa tanki ambao umefikia takriban asilimia sabini na tano. Mradi huu unakwenda kutatua changamoto ya maji ndani ya kata ya chimala kwao. Kwa niaba ya wananchi, tunaomba tufikishie salamu za shukurani kwa mheshimiwa raisi alipita wananchi, wakasema kilio chao cha maji, na hatimaye mheshimiwa rais amekwenda kukitekeleza. Kwa hiyo tunasema tunashukuru sana na tunashukuru sana jinsi ambavyo mkuu wetu wa wilaya naye amekuwa akifuatilia kwa karibu kuhakikisha mradi huu unakwenda kukamilika. Haja yetu wanachimala ni kuona mradi unakamilika na tunakwenda kupata huduma. Wamekuja hapa. Kwa kweli tulikuwa tunahangaika sana maji sisi akina mama. Tunawahi asubuhi sana mpaka nyuma kwa natuibia kuku kwa ajili ya kutafuta maji. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Na kingine pia tulikuwa tunamuomba mama yetu Samia kwa ajili ya umeme. Atufikishie hapa hatuna umeme. Yaani ukiangalia kata yote hii ya Sai hatuna hata nguzo moja ya umeme. Kwa hiyo tulikuwa tunao mfikishie salamu yote ya shukurani kwa ajili ya maji na pia tunaomba mkatuombee umeme kwa mama yetu Samia. Tunaridhika na utekelezaji wa miradi, lakini hapa tunarudi ni mara ya pili. Mara ya kwanza mkandarasi alijikomit kwamba ikifika tarehe 30 Aprili mradi utakuwa umekamilika, lakini leo kuna taarifa anasema mwezi wa saba tarehe 30. Si tumuombe tu na bahati nzuri, haya maeneo wanakaa watu, hawakai wanyama. Kwa huenda unapokuja wewe ndio kasi inaongezeka, ukiondoka wewe wana delay, lakini mshukuru sana mkuu wetu wa wilaya, amekuwa akifuatilia kikubwa. Tu, tunaingia kwenye kinyang'anyiro, na mwezi wa saba utabakia mwezi mmoja kwenda kwenye kampeni, kwa sisi tunataka tuwaambie wananchi kile ambacho serikali kupitia mheshimiwa mbunge kupitia mheshimiwa Diwani, lakini na rais wetu mpendwa daktari Samia Suluhu Hassan, wananchi hao waone maji. Tulifika hapa tulikuta hakuna hata tenki la maji, lakini leo hii tumeona hapa kuna tenki la maji. Maana yake ni kwamba kuna watu wametimiza wajibu wao. Sasa watu waliotimiza wajibu wao ni pamoja na meneja wa RWASA wa mkoa pamoja na wilaya. Hakika tuwapigie makofi mengi sana kwa kufanya kazi nzuri, na mkandarasi pia bila kumsahau tulifika hapa tulikuta kwamba hakuna tenki hakuna nini, lakini tunaona sasa kuna mabadiliko makubwa, na kwa taarifa nilizonazo baada ya siku chache zijazo, wanakwenda kufunika hapa, patakuwa vizuri na maji yataanza kuingia kwenye tanki. Sasa niwaombe sana, mkandarasi aliposema tarehe thelathini na moja mwezi wa saba, maana yake ni kwamba ni lazima mradi huu ukamilike. Hilo ndio swala la msingi hakuna mtu hapa anafika kwa ajili ya kumsumbua mkandarasi kwa sababu ya maslahi yake. Hapana, tunachotaka mkandarasi akamilishe mradi wa maji wa Chimala. Mheshimiwa Rais katoa bilioni nne na milioni mia tano kwa ajili ya mradi huu. Engineer Hans, mbane sana mkandarasi, na atuthibitishie hapa, nitampa nafasi, atuthibitishie tarehe thelathini na moja mwezi wa saba atakuwa amekamilisha mradi huu ili wananchi wa Chimala wapate maji safi.